kwa ajili yetu imeangaliwa na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe, amen. Baada ya miezi mitatu iliyopita, tunaendelea tena katika ibada ile ambayo tunaifanya kwa mwaka mara nne, ibada ya Pasaka, ibada ya meza ya Bwana. Na hivi tunapoingia katika ibada kama hizi, tunashukuru Mungu waiguni, maana ametozesha hivi, na niwashukuru tena sana ya ushirikiano ulioonyesha jana katika msiba wa yetu, yetu, yetu mama yetu rafiki yetu mama Neema yetu. Amen. Umeonyesha ushirikiano mzuri na wenyewe wanatoa sifa na kusema ya kwamba wanawashukuru mno. Amen, ninajua ya kwamba katika umoja huo Bwana anatukuzwa. Amen. <laughs> Asubuhi ya leo tumeimba wimbo katika kitabu cha namba mia moja na arobaini, wimbo ambao ukiutafakari sana ni namna ambavyo tunajisalimisha mbele za Kristo, tunavyojisalimisha maisha yetu mbele ya Kristo, tunajitoa kikamilifu mbele za Kristo, tunamwonyesha madhaifu yetu yote, shida zetu zote, na kwamba hatustahili. Ndiyo maana anasema nitwae hivi nilivyo nitwae hivi nilivyo, nichukue kama nilivyo, katika ubinadamu wangu maisha yangu nichukue hivi hivi, maana mimi ni mwanadamu. Anasema nitwae hivi nilivyo, maana umemwaga damu yako nawe umeniita. Anasema Bwana inakuja Bwana Yesu asifiwe. tuna, tuna, tuna. Kwa hiyo tunajitoa kwa bwana kwa njia ya wimbo, anasema hivi nilivyo, sio langu. Niko hapa na hubiri, si kwa sababu yangu. Niko hapa na abudu, si kwa sababu yangu. Niko hapa nasikiliza, nimekuja kanisani kama nilivyo, sio mwizi, si kwa sababu yangu Sio uwezo wangu, nimekuja kwa sababu umeniwezesha Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema hivi nilivyo, sioni kama furaha moyoni. Furaha niliyo nayo inaletwa na wewe Mungu wa mbinguni, inaletwa na wewe Kristo. Sioni furaha, sioni kama furaha moyoni, daima siku zote mimi niko mashakani Hivi kweli ninaweza nikarisi ufalme wa mbinguni kwa maisha haya ninayoishi? mbona nimeshindwa hiki, mbona nimeshindwa hiki? ninahitaji Yesu niye aliwezeshe. Yesu asifiwe. Lakini anasema hivi nilivyo sioni, hivi nilivyo ni kipofu, ni kipofu, sijui jema. Na mara nyingi unajua, mara nyingi Hatujui jema tunalopaswa kulitenda kwa Bwana. Ndio maana anasema sioni, ni kipofu, ila pamoja na upofu wangu anasema wewe hutaniacha. Amina. Tumekuja kwa sababu tunajua ya kwamba Bwana yuko pamoja nasi katika udhaifu wetu, hatatuacha amina. Na kwa sababu hiyo ndio maana tunatamani kushiriki katika jambo hili lililoko mbele yetu. Hivi nilivyo ni mimi tu, siwezi kujiokoa, siwezi. Na wote tunakiri kwamba ninaokolewa kwa neema ya Yesu, tunaokolewa kwa neema ya Yesu. Ni Yesu peke yake ndiye anayeweza kutuokoa, lakini anasema niko hivi nilivyo kwa sababu umenipenda. Fungu la mwisho niko hivi nilivyo kwa sababu Kristo amenipenda, ukaja ukafa kwa ajili yangu, ndio maana niko hivi nilivyo. Hivi nilivyo mapenzi ya Mungu. <coughs> <coughs> <coughs> Najua ya kwamba sisi sio kitu, sisi ni waovu, sisi ni wenye dhambi, hatustahili, lakini damu yako imetustahilisha na hivyo yeah, tunakuja mbele zako tukihitaji uwepo wako pamoja nasi katika ibada ya leo tena. Tupe muda mfupi huu wa kutafakari. Nakuja mbele zako kwa kicho na heshima nyingi ukakubali ibada hii. Tunajiweka mikononi mwa Mungu tukiamini katika Bwana wetu. Siku ya leo tuna maneno machache tu yanayotuelekeza katika ibada ya leo iliyokusudiwa, ibada ya meza ya Bwana. Ninatangulia kwa kusema hivi. Mara eh, mara nyingi Tunatambua uwepo wa Bwana kupitia maandiko matakatifu, lakini kama ninavyotambua, zipo sikukuu kadhaa ambazo zinaendelea katika ulimwengu huu, hazikukoma katika kipindi cha Israeli, na zenyewe zitakoma hapo tutakapofika katika makao ya mbinguni, ikiwemo sikukuu ya vibana. Ni moja ya sikukuu ambazo zinaendelea kuzunguka katika maisha yetu, zikitukumbusha safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kuelekea Kanani ya dunia hii, ambayo mfano wake ni sikukuu tunayoenda nayo ya vipana kwa sasa, ambayo tutaendelea kila mwaka kuabudu siku sita za mwaka kwa sikukuu za vipana ambazo zitatupelekea kukoma hapo Yesu atakapokuja na sikukuu hii ni sikukuu yetu sote, inatusogeza kwa Bwana. Lakini sikukuu ya pili ni ibada ya kila sabato. Kila sabato tunakuja mbele za Mungu, tunakuja kuabudu, tunakuja kushukuru. Vitabu kadhaa vinasema ya kwamba sabato haitakoma hapa duniani lakini mpaka mbinguni itaabudiwa, na hivi tunaabudu kwa sababu Mungu wetu ametuagiza. Ni moja ya siku tunazoenda na nazo katika kitabu kitakatifu, ijapo watu Yijabu... wanaosema sabato ni ngongomeleo za nabani, lakini kwa kweli sio kweli. Hmm. Kweli ni huu ya kwamba sabato itaendelea kutunzwa duniani lakini pia itatunzwa mbinguni. Baneza ndio. Hmm. Siku ya leo tuko hapa kwa tukio maalumu na mojawapo ya vitabu vilivyozungumza ni ile kile kitabu cha Luka, ambapo upo mahali ninapohitaji tusimamie kwa leo, itoshe kutuandaa kwa ajili ya kushiriki katika ibada hii ya pekee ya meza ya Bwana <tinyo> kitabu cha Luka, kitabu cha Luka ada kitabu cha Luka ishirini na mbili, fungu lile la kwanza. Tuna maandiko matakatifu nayopaswa kuyasoma hapa Luka ishirini na mbili na ile sura ya ishirini na mbili tukianza na fungu lile la kwanza ishirini na mbili fungu lile la kwanza Kama umefika tupelekane. <coughs> Waliofika katika sura hiyo wanaweza kunipungia mkono. Bwana Yesu asifiwe muombe Mzee Isaia asimame pamoja nami tusome pamoja kuanzia fungu la kwanza hadi la kumi na tisa neno la bwana linasema naam ikakaribia sikukuu ya mikate ya mikate ipayo siku kuu ya pasaka na wakuu wa makuhani walikuwa wakitafuta Wali. njia ya kumuua njia ya kumuua naye ni mmoja wa wale Ndio. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani. Yuda akaenda akasema na wakuu wa makuhani na madari jinsi atakavyoweza. Wakafurahi. Wakapatana naye kumpa fedha. Ndio. Akakubali. Akatafuta pasipo uwako kutan. Asante. Endelea. Ikafika siku ya mikate. mikate. Ikafika siku ya mikate tiwa chachu ambayo ilipasa, ambayo ilipaswa kuchinja Pasaka. Akawatuma, akawatuma Petro na Yohana akisema. Ndeni mkatu analie. Pasaka tupake kuila. <prepile>. Wakamwambia, wakamwambia wataka tuende kuandaa wapi? Akawaambia Yesu, akawaambia tazama, tazama, utakapoingia mjini, utakapoingia mjini utakutana na mwanamume, utakutana na mwanamume aliyechukua mtungi wa maji. Fuateni, fuateni huyo mwanamume, atakayoingia katika nyumba, atakayoingia yeye na mtakapomwambia, na huyo mwanamume mwambie mwenye nyumba, Mwalimu anasema hivi, kiko wapi chumba cha wageni nipate kula Pasaka humu pamoja na wanafunzi wangu? Akaonyesha chumba kikubwa na aka chenyewe kilikuwa kimetandikwa tayari kama hivi ndiyo. Wakaenda wakaona. Wakaenda, wakaona. Kama, kama Yesu alivyowaambia <coughs> maandalizi ya Pasaka, Pasaka ambayo ni tofauti na ile Pasaka waliokuwa wakiifanya Wayahudi, Pasaka iliyobadilika, Pasaka ambayo inaanzishwa na Yesu mwenyewe kwa mfumo wake, akiwatuma watu akiwaambia, kama ingekuwa hapa Hedaru, tungemwambia aende katika upande wangu wa kuume huku kuelekea Saweni. Kuna nyumba kadhaa na ghorofa hapo, lakini ishara itakayowaelekesha huko nithiri, mdiri, aku, ni hili: wakiingia mjini watakachokiona cha ajabu ni mwanaume aliyebeba mtungi wa maji. Kwa tamaduni zetu za Kiafrika kuona mwanamume aliyebeba mtungi wa maji ni ajabu, sio sahihi. Kama angekuwa mwanamke ni sawa, lakini huyu ni mwanamume, alafu amebeba mtungi wa, wa, wa maji. Na hawa watumishi wa Bwana wanaambiwa, nyie kazi yenu ni kumfuata, mfuateni Alafu anakwenda kuingia katika nyumba ya hali nyumba ya ghorofa, sio maskini mwanaume huyu, ijapokuwa na hiki ni mtumwa katika ile nyumba. Na akaenda wakaona, wa, walipopanda ghorofani, wakakutana na mtu mwenye nyumba, na kauli walioambiwa hivi, mwalimu anasema Ki wapi chumba cha aweze kuandaa Pasaka humu ale na wanafunzi wake? Angekuja kwangu, mi nimwambia sina, kwa sababu hatujapatana <coughs> lakini wanafunzi wanaenda wanafanya hivyo na wanaandaa, wamekuta chumba kimetandikwa tayari, kiko vizuri, kimewekwa meza Kina viti kiko sawasawa, anaweza akala pasaka huu. Tena sio chumba cha kawaida, kikubwa. Sasa mi nataka kukuuliza, moyoni mwako chumba chako kiko vipi cha kumpokea Yesu? Ni chumba cha saizi gani kilichoko moyoni mwako kitakachompokea Yesu leo katika huduma hii pekee? Yesu anapotuma wajumbe wake kwako, wanapata chumba kinachofaa, kilichoandaliwa, kilichoandikwa, ambacho humo anaweza akakaa. Ndio wito wangu kwa leo. Tuandae nyumba vumba. Andaa chumba chako. Tuandae mioyo yetu kama vyumba vilivyoandaliwa kwa ajili ya kupokea, kwa ajili ya kumpokea Yesu, akae afanye huduma yake katika mioyo yetu. Amen, ni mimi na wewe. Yesu anahitaji mtu mmoja aliyeandaa chumba kwa ajili yake, anahitaji watu walioandaa vyumba kwa ajili yake, ananihitaji mimi na wewe, tuandae vyumba kwa ajili yake. ujumbe huu ni ujumbe wangu ni ujumbe wako andaa chumba kwa ajili hiyo, amen. Yohanaucha Yohana t Yohana kumi na Yohana tatu aiafungu la kwanza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 Okay, kwa kitambaa akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Yes, hivyo akaja kwa simoni Petro. Huyo akamwambia, Bwana wewe hutanitawadha miguu. Yesu akamwambia nisipo nifanyalo wewe ujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hujanitawaza miguu kamwe. Yeye akamwambia mwambia yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawaza miguu, bali yu safi mwili wote. Nani mmekuwa safi lakini si nyote, kumi na moja. Kwa maana alijua yeye atakaye msaliti, ndiyo maana alisema si nyote mlio safi. Fungu lile la kumi na mbili, basi alipokwisha kuwatawaza miguu na kuyafuta na ku, na kuyafutwaa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, Je, mwaelewa na hayo niliyowatendea ninyi? Mwaniita mwalimu na bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye bwana na mwalimu Ah, tawadha miguu, imewapasa hivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. kula kumi na tano kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo. Amini, amini nawaambia ninyi, mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. unla kuna saba, mkiyajua hayo heri nini, mkiyatenda. Na hiyo maana inatufanya sisi waa <coughs> wa Sabato tutawazad <coughs> maana ndicho kielelezo alichotuachia, maana ndilo agizo alilotuachia, maana ndicho alichosema mna Paso, kufanya hivi ninyi kwa ninyi na hivi mm, unapokwenda kinyume na yale aliyokuagiza Bwana, Pasaka unayoila sio ile Pasaka tunayoila ni ile aliyotuagiza Bwana, wala haturudi kwa Israeli kwa ile tuliyokuwa tunakula kama sikukuu, lakini hii tunakula kuonyesha ushirikiano wetu na Yesu Kristo. Mm, yeah, mchana wa leo tunakwenda kutawazana miguu kwa ajili ya meza ya Bwana. Kila mmoja naandaye chuma chake kikubwa moyoni mwake, kwa ajili ya utukufu wa Bwana Mungu. Nalibariki neno lake kwa jina la Yesu. Basi, mimi ni binafsi nimebarikiwa, nina imani nayo pia umebarikiwa kwa somo la leo. Niombe.